Matokeo ya mtihani wa darasa la nne ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kama mzazi hujafahamu jinsi gani ya kupata matokeo haya, leo hii Januari elfu mbili na ishirini na sita, ni rahisi sana kuyatazama kwenye simu yako ya mkononi. Hakikisha unafuatisha hatua hizi, nitakuelekeza hatua kwa hatua namna gani ya kuweza kutazama matokeo haya kwenye simu yako wewe mwenyewe. Hatua ya kwanza, unachotakiwa kufanya kwe well, ni kufungua kivinjari cha Google ama cha Chrome na ukishafumua kitufa hicho, sehemu pekee ambayo utapata matokeo haya kwa urahisi ni kwenye ukurasa wa baraza la mitihani la Tanzania. Kwa hiyo kwenye kusemea ku utakuja kuandika neno NECTA ama utasechi NECTA, na baada ya hapo, ukishasechi neno hilo, kurasa tofauti tofauti kama unavyoona kwenye simu yangu hapa zitafunguka, na wewe hivyo hivyo kwenye simu yako, na utakuja kubonyeza sehemu hii hapa ambao nimezungusha kwa box jeusi hapa ndo kwenye sehemu ambayo ina matokeo ya darasa la nne. Ukishabonyeza hapo kwenye sehemu ya NECTA, ukurasa wenyewe wa baraza la mitihani Tanzania utafunguka, utakuwa unaonekana kama hivi. Utakuja kule juu kushoto kabisa, kushoto kule juu utakutana na vimistari vyeusi vitatu, hiyo ndo menyu ambapo utakuja kubonyeza. Na ukishabonyeza menyu hiyo hiyo hapo, hivi vimistari vitatu ndo sehemu ya menyu, utakuja kubofya hapo na ukishabosha hapo, option tofauti tofauti kama unavyoziona hapa zitajitokeza, na sehemu ambayo tunaenda kubonyeza ni hapa, imeandikwa results utabonyeza, na ukishabonyeza, matukio ya darasa la nne yanapatikana kwenye sehemu inaandikwa SFNA, hiyo hapo SFNA, na ukishabonyeza SFNA mwisho wa siku, miaka tofauti tofauti itajileta hapo utakuja kwenye mwaka 2025 na chini yake utakuwa na maandishi yameandikwa results link to one, maandishi ya kijani hayo hapo. Na wewe bonyeza hayo maandishi, mikoa tofauti tofauti ya Tanzania itajileta. Utachagua, bonyeza mkoa ambapo shule yako inapatikana, na baada ya hapo wilaya za kwenye huo mkoa ndizo zitakazokuwa zinaonekana hapo, na hatua ya pili utakuja kubofya ama kubonyeza wilaya ambapo shule yako inapatikana, na kwa kufanya hivyo, shule tofauti tofauti zitakuwa zinaonekana za kwenye hii wilaya. Hatua ya mwisho kabisa utatafuta shule yako inaitwaje kati ya hizo shule na utaibonyeza, na kwa kuibonyeza moja kwa moja utakuwa umefungua matokeo ya wanafunzi kwenye hiyo shule. Utaangalia mtoto wako amefaulu kwa namna gani na vitu kama hivyo. Hizo ndo hatua fupi ambazo unatakiwa nawe kuzifanya sasa kwenye simu yako ya mkononi ili kutazama matokeo ya darasa la nne ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano.